Enyi mashetani, enyi mapepo, kwa jina Yesu, wale nge mliwatuma kwenye ndoto, wale nyoka mliwatuma kwenye ndoto, kwa jina Yesu, wale watu mliwatuma wa wale mashetani mliwatuma, wakamnata mama, wakamnata kijana, wakamnata mtu, wakamnata baba, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, tunawakata leo. Tumepewa nguvu ya kuponda, ya kuwakata kwa jina la Yesu, wlambali hai, tumepewa amri ya kuwakanyaga. Tunawaponda mashetani wote katika jina la Yesu, tunawaponda kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu. Tunawaponda mashetani kwa jina la Yesu, ponda mashetani kwa jina la Yesu

Kwa jina Yesu, kusiguna nafasi katika roho hii katika mwili huu katika nafsi hii. Kwa jina Yesu, hii ni mali ya Bwana, watu wote mali ya Bwana, maisha ni mali ya Bwana. Katika jina Yesu, waachie watu wangu waende, waachie waende kwa mafanikio yao, waachie waende, vivyo wazuia, waachie waende wakafanikiwe

Kwa jina la Yesu nakuvika ubizi wa Mungu, sasa ukatembee ndani ya ulizi huo, ukatembee ndani ya moto na waka usiokuteketeza wewe, bali wanaokukaribia kwa ubaya wakateketea kwa moto huo, katika jina la Yesu, wika podanashabaa naweka tundu la simba kukulinda na naweka tanuru la moto kukulinda, naweka ukuta wa utukufu kukulinda la Yesu hai. Mungu akulinde mchana, Mungu akulinde usiku, Mungu akulinde jioni, Mungu akulinde asubuhi. Mungu akulinde nyumbani, Mungu akulinde kazini, Mungu akulinde mjini. Baba mwema, asante, nakushukuru wewe. Sasa katika jina la majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru Bwana Mungu, tuseme amen.